Kwa jina anaitwa Nassir Abubakari Yali, ni kiongozi wa wakulima wa mwani katika kata ya Kiegeani. Tumeshiriki katika jengo hili la mkuu wa wilaya, mafunzo ya masegopu au warsha, ni warsha ambayo kwa kweli imetupa mwamko mkubwa, imetupa mwanga mkubwa katika mambo mbalimbali, mbali ya hewa ya ukawa, namna ya uzalishaji wa hewa ya ukawa, namna ya kuitunza na faida zake lakini vile vile katika nishati safi ambalo tamko la mama Samia Suluhu agizo lake kuhusu kwamba tuweze kutumia nishati safi tumeipata kiupana, mimi nishati safi natakiwa tufanyeje tuweze ku, kusogea katika kutumia nishati safi. Kwa hiyo sisi ambao wengine uelewa wetu we, we, ulikuwa ni bado, kwa hiyo tumesogea kutoka hatua moja kwenda katika hatua nyingine, lakini vilevile vile tumezungumzia mambo mbalimbali akili uvuvi wa uanikaji wa madagaa namna mbalimbali ya watu kujiwezesha kushughulika shughuli mbali mbalimbali. Lakini vile vile tumejikita katika sekta ya kilimo cha mwani. Tumezungumzia mwani, mwani ni nini, masoko yake yakoje, changamoto zake zikoje, lakini vile vile ufumbuzi wake utakuaje. Lakini vile vile katika mwani tumezungumzia masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi katika kilimo cha mwani, lakini vile vile tumezungumzia vikundi ambavyo vinaweza kufaidika namna gani kupata mikopo ya asilimia kumi kwa vikundi vya vijana, vikundi vya kinamama, ili kuweza kuingia katika kusukuma hali ya kilimo cha mwani, vilevile vile na kubadilisha miundo mbinu ya zao la mwani kutoka kwenye namna moja kwenda namna nyingine. Kwa hiyo, ma warsha mawarsha masegepo iliyofanyika leo kwa kweli tumeweza kupata mwanga mkubwa. Tunashukuru, tunashukuru sana kwa jambo ambalo walilolifanya ni jambo muhimu kwa kweli. Hata serikali ya halmashauri ya wilaya kwa kweli wameweza kuizindua katika baadhi ya mambo mbalimbali. Kama tutakuwa tumeshirikiana, tutapiga hatua kwa nafasi kubwa kabisa. Asante.